Radio 47, habari ya asubuhi. Niko salama. Salama salama, salama. Sijui we upo uko wapi my dear? Tu hii Nairobi ni kubwa. Nairobi upande gani? Kawangware eh. Mm. Okay, unajaribu kuadjust ku kwani -ulihama Hey, unajua ukishatokwa hey. hey. na uliachwa kwa nyumba hey. ya Kilimani hey. ya 150 na una job hey. na mambo yako imeshikana hivo hey. itabidi umehama hata si kutoka na anything. Sasa rent arrears utalipaje? Ngoja, ulikuwa unaishi Kilimani? Hii story umeanzia mbali, umeanzia katikati, wacha tuanzie zero, what happen, kwanza tunaongea na nani? Mino unge, mino Vanessa. Vanessa. Vanessa. Okay, eh. Vanessa. Mtoto wa mjini eh, kabisa sasa eh. Vanessa what, what really happened? Maanake story nasikia umeianza katikati, tuan, tuanzie mwanzo. Ni nani alikuacha? Ulikuwa una mdeti nani? Ama ni wapi, ama ni nani? What happened? Nakwambia ujua jitu, kidogo nikifikiria mimi ni mjanja. Wazee wameretire, wamerudi ushago, nikaingia mtaa, nikaingia ku hustle. Nimechocha na huku eh, nikakutana na na nini na m West Afrika, m <tie> <tie> <tie> <tie> <tie> <tie> hey. Africa mnaija chai pole, unamwambia pole, hata story haujafika katikati. E ukapatana na Nigeria. E mi sijui mistari zao na nilikuwa naona mi ni mjanja kwa mm. hizo lakini hey, manini lakini watu venye mambo mm. hey, lifestyle sijazoea okay. Eh, unajua kwanza ukipewa tu venye 100 dola inakaa vizuri kwa ka, ka kibeti kako. Kwani wewe Nigeria, ni ni, mm. ni, nini, nini alikuwa anakufanyia yenye maybe eh, Mkenya ama mtu mwingine eh, kasema mambo mingi. Mambo mingi. So... <laughs> What was he doing? Kwanza, eh. Kwanza unajua ma, machali wetu tumazoea hawapendi publicity lakini eh. mnaijaki ku akikumak. eh. eh. Haogopi eh. Ana go the extra mile wewe eh. Unajua tu umefika uh alafu -huh. ah. ah. Mabeste wanakuchocha juu nayo eh. Akikupeleka out anakupeleka nyinyi anawapeleka nyinyi wote <laughs> Ka, yaani kama, kama ni bills za vitu zenye hata ujazoea kukunywa analipa zote eh. Yo. So anakujengea jina kama kama girls uh -huh. Eh so hapo hapo unaingia tu box uh -huh. Sasa what, what happened sasa uh kumbe uh eh. eh. Hiyo ndo tulikuwa tumezoea, nafikiri itashinda ikikam eh. kuna vitu walikuwa wanafanya mi sikuwa najua okay. <tis> alafu de pia vitu gani mkichanuana na, na mabeste mnadanganyanga ati unajua, hakuna pesa mbaya. We, we fanya tu we, ishi tu nini nini nini hivo <tis> ah. <Sawa, tis> eh. ndio kufumba fumbwa macho eh. tu zimepita zime mm -hmm. umezaa na yeye alafu sasa hapo ndo kwenye unajua ukweli Vanessa, muli, ulajua muli, muli, Vanessa, huh? Muli zana e? Yeye. Eh, lakini sasa unajua alikuwa ni ku travel travel. Eh. So, eh, hapo ndo kwenye una disturb hapo na nyumba na wewe. La, lakini sana sana unaona ni kama pia anaweza kuwa na nyumba place nyingine. But you na enjoy your life uwezo uliza maswali. Sasa, ebu ebu, ebu ngoja, hebu ngoja. Ngoja nikuulize, mlikuwa hmm, mnaishi naye nyumba moja? Alinichukulia hey, Kilimani manzi, alinitoa kibirando <laughs> uh, ni, nilikuwa tu nimehama kutoka kwa wazee ninatrai kuwa show venye nime grow. Akili ni mali sasa hey. My dear ukisha ukisha so, hey. Nyumba Kilimani yenye yani yani kubwa, mpaka lazima muitane mara kadhaa ndio mtu wa... asikie asikie, okay. Sasa mm, una, unasema kilikurambia wapi sasa? Because this sounds like a good life, yeah. Mm, it was a good life but then hata eh, akianza kutravel alafu akose kurudi eh. Alikuwa ananitumia do ya kulipa hiyo rent eh, Western Union eh, eh. Lakini kafika mahali mara a, ako off hapatikani eh, anachelewesha hiyo rent eh. Eh kabla nikubali, yani nimejua nini ime happen kidogo. Mabeste wake wenye walikuwa na nichochanga, wenye tu unachochanga, unajua uko na ma in-laws, mmoja tu akaniambia umsee ni kama ame-, ameshikwa na this time hatarudi, alishikiwa ayya nini Sina details poa but eh, kuna venye kuna magari walikuwa wameanza kuimport eh, business yake, ime, imeanguka so wameanza kuimport magari hiyo eh, ndio story alinipea eh, but kumbe ni eh, magari wa wanaiba masirim ah, walikuwa ni country gani huko wanapitisha eh, kama borders eh yeah. Unajua wao uko tu huko una benefit kila siku uko pale nini eh, Kilimani wewe ndio kusema bills zinalipwa so haiko inanisumbua, but mwishoe eh. ilibidi mimi na mtoii, ju sasa hata home eh wali have to get report, niko na mtoii hii kichini chini, ju sasa utaambiaje wazazi wako mwenyewe hata amekuzalisha jina yake hata uko shua kama yerimu <laughs> hata ujui jina hajawahi kupelekwa huko inakwambia, afadhali tu msumbuane na watu wa huku Kenya kwenye unajua tu, utamtoa utamtoa tu hapa Nyeri ama Kiambu. Kwa hivyo Vanessa si, sijui ni mtoe wapi like sijui ni mtoe wapi, alafu sasa, since siwezi toka toa vitu kwa hiyo nyumba eh. ili bidi nimetoka ni kama nimeenda clinic na mtoi, na nilihepa <laughs> eh, sikurudi Ndo sasa uko oh, uko Kawangware sasa hii? Eh, niko Kawangware na mtoto wake e, and, na you, upia, upia, upia, upia. And you've not heard from him since then. Eh, like maka nilikuwa nasema juu meza na yeye lazima akueta na na feeling kiasi. Lakini hakuna hata kuulizia ama tumetu mtu kitu ukujie haija like sort eh, haijafanyika juu pia mabosi, maboys, madem walikuwa wananichocha, walienda like you eh, wako, walikuwa nasema you know, unaishi mara moja, we we ukipendwa, we pendeka. Ona venye dozi namwagita mwagika. Sasa sasa hii madem juu anajua zile shida umsi, ameniachia eh, na hataki story yangu mm. Eh <laughs> kila mtu <laughs> anakuambia eh, hey, nita ku call back, wengine washiki haya. Sasa unajua eh, sasa Vanessa. Mm. E, e, u, are you hopeful kwamba uta- ata, ata- reconnect na wewe ama umeshakata tamaa kwamba this person is not coming back. Eh, kabla nitoke Kilimani, ningekaa ngware. Imagine umejikubali tu, umejikubali. Eh, sasa saizo ni kudificha. Kwa wale wase tulikuwa tuna hang out, now, ma, ma, ma champagne. Okay. Lazima tunipotee kidogo. Sawa. Haya. Kwa hivyo umekubali kwamba kimekuramba. Hey, kimeni ramba alafu, sasa lazima pia nitafute venyewe. Eh, kakinishinda hey, nione venyewe nitaenda kulilia wazae, itakuwa aibu lakini hata hey, ka nikurudi ocha hey, nianze tu upya, alafu nikisha pumuapumua nijue venye nitafanya, basi maisha yenyewe ilikuwa uongo. Aya, Vanessa, mm, asante sana. Sasa wewe endelea kutegea